Chua chua Mohamedi Rashidi wa Chama cha Mapinduzi CCM ameshinda katika uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Masasi mkoani Mtwara. Akitangaza matokeo hayo, msimamizi wa uchaguzi huo Fortunatus Kagoro amesema Rashidi ameshinda kwa kupata kura elfu kumi na sita mia tano tisini na saba ya kura zote zilizopigwa katika uchaguzi huo uliofanyika jana katika jimbo la Ludewa mkoani Njombe, matokeo ya awali yanaonyesha mgombea wa Chama cha Mapinduzi Deo Ngalawa anaongoza dhidi ya mgombea wa Chadema Msambichaka Mkinga. Taarifa zaidi na Christopher Filemon. Zoezi la kuhesabu kura linaendelea na Chama Cha Mapinduzi kinaongoza kwenye kata ambazo zimeshawasilisha matokeo. Msimamizi wa uchaguzi jimbo la Ludewa, ambaye pia ni mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Ludewa William Waziri, anatoa taarifa kwa nini wananchi hawakujitokeza kupiga kura na kata zilizowasilisha matokeo, kwamba awali kulikuwa na mwamko mkubwa wa kupiga kura, lakini mwamko huo kwa wapiga kura umepungua kutokana na sababu zinazoeleweka. Kwanza sababu ya kwanza, ule msiba uliotupata wa kumpoteza marehemu mbunge wetu mtarajiwa aliyekuwa, ulifanya watu wasiwe katika hali nzuri ya kupiga kura. Lakini ya pili, sisi wenyewe tuna tuliona hali ya mvua nayo pia ilikuwa ni kisababishi cha kupunguza uh, mwamko mkubwa kwa wapiga kura kujitokeza. Hadi sasa nimepokea matokeo ya kata ishirini, bado kata sita. Kata hizo ni kata tano za tarafa ya Mwambao pamoja na kata ya Ibumi, lakini kwa habari nilizozipata wakati tunaingia humu, naambiwa wote wako njiani, wanakuja.